Ni katika kikao cha baraza la biashara la wilaya ya Mtwara kilichofanyika Juni 30, 2025 ambapo kimekutanisha wadau mbalimbali wa sekta za umma na binafsi ili kujadili namna bora ya kuboresha mazingira wezeshi ya kibiashara uchumi na uwekezaji. Katika kikao hicho, wadau wamepata fursa ya kujadili kwa kina mwenendo wa sekta ya korosho ambao ndio zao mama mkoani Mtwara, ikiwemo utunzaji wa zao hilo pamoja na mwenendo wa soko la zao hilo, hususan soko la awali ambalo limedaiwa kuwa mwiba wa kudhoofisha maslahi ya mkulima. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Haiba Mpimbita wa Faida Online TV. Ni kukumbushe kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa field. So, Mohamed Nianda ni mjumbe wa baraza la biashara la wilaya. Natokea Halmashauri ya, ya Mtwara Vijijini. E, kikao chetu cha leo <coughs> cha baraza kimezungumza hususan masuala mazima ya, ya, ya soko la awali kwa wakulima wa korosho . Yapo mafungufu tumeyaonelea tuyaelekeze, kulingana na kuishauri serikali ama balazi za kwa niaba ya serikali juu ya masuala mazima ya utaratibu wa kuwafikia wakulima katika kuweka mazingira ya soko ama bei za korosho zao vizuri. Mazingira ambayo yapo sasa hivi sio rafiki kwa wakulima, kwa sababu hayafuati taratibu kwa mujibu wa sheria ya soko la awali jinsi ilivyo elekezwa na serikali kwa niaba ya sera ya Chama cha Mapinduzi. Lengo letu likuwa na soko la awali ni sehemu ya ukombozi kwa wakulima kwa kupata bei nzuri yenye tija, sio badala ya bei nzuri kwa ni mtihani kama ilivyo sasa hivi. Utaratibu mzuri ni kwamba soko la awali lilifuata utaratibu na kanuni za sheria kama wale walivyo katika mfumo wa stakabadhi ghalani, kwamba wanakata leseni za kuchukua korosho za wakulima kwa kiasi gani, wanakwenda eneo gani Wananu, wananunua kwa shilingi ngapi? Kwa sababu matarajio ya kulima ni kuona wanapata bei na ikiwezekana wakutane na wakulima moja kwa moja, kwa sababu wakulima ndio wenye korosho, sio viongozi wa vyama vya msingi; wale ni wasimamizi wa wakulima. Rugembe Maiga ni kaimu mkurugenzi wa manispaa ya Mtwara Mikindani, ambaye ndiye mwenyekiti wa jukwaa hilo la majadiliano. Hapa anaeleza kwa kina maafikiano ya baraza hilo juu ya namna watakavyoweka mikakati ya kulidhibiti soko la awali kwa maslahi mapana ya mkulima na sekta ya korosho kwa ujumla. Kwa majina naitwa Rugembe Maiga, ni kaimu mkurugenzi wa Manispaa ya Mtwara Mikindani. Baraza la biashara lipo kwa mujibu wa sheria, ni kikao cha majadiliano, ni jukwaa la majadiliano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa hiyo tulikuwa na kikao hiki, lakini leo tulikuwa tuna ajenda kuu ya msingi ilikuwa ni namna ya kuweka mikakati ya uboreshaji kwa maana uzalishaji pamoja na, na masoko ya zao la korosho. Kama mnavyojua, sisi watu wa kusini, kwa sehemu kubwa, ukizungumza korosho, unazungumzia maisha ya watu, unazungumzia unazungumzia uchumi wa watu, lakini kubwa zaidi, unazungumzia zao ambalo lina mchango mkubwa pia katika uchumi wa nchi yetu. Tumejadiliana sana kuhusu masuala ya namna ya kuongeza uzalishaji wa zao la korosho lakini pia uzalishaji wenyewe uendane na ubora wa zao lenyewe na namna ambavyo korosho inaweza kulindwa tangu inalimwa, e, inavyotunzwa, na mwisho wa siku ubora ukiwa chini unakuta korosho ile inauzwa kwa bei ambayo ni ya chini, na hivyo unakuta malengo ya wananchi yanakuwa hayako vizuri. Lakini kubwa zaidi tumejadili pia namna ambavyo tunaweza tukaweka mfumo madhubuti wa usimamizi na ufuatiliaji wa soko la awali kwa sababu imeonekana dhahiri shahiri kwamba soko la awali kwa namna moja au nyingine natumika kama kichaka e, cha kununua korosho kwa bei ambayo ni ya chini kwa wananchi wetu. Kwa hiyo tumekubaliana sisi kama taasisi ya serikali ambao ni wadau muhimu kwa maana ya, ya, ya bodi ya korosho kwa maana ya vyama vya msingi hapa mamku kwa maana ya halmashauri zote tatu, halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani halmashauri ya wilaya ya Mtwara pamoja na halmashauri ya mji wa Nanyamba, namna ambavyo tutazungumza lugha moja, tutakaa kikao cha pamoja tuweke mikakati madhubuti ya namna ambavyo tutakwenda kudhibiti yeah. Kudhibiti eh, namna ambavyo soko la awali linaendeshwa na namna ambavyo wananchi hawaridhiki na soko la awali. Hii lina maana kubwa kwa wananchi wa kawaida na hasa mkulima, linalenga lina kuinua tija ya kile anachokifanya mkulima. Kwa mfano, wilaya ya Mtwara wanalalamika kwamba korosho zao ziliuzwa kwa bei ambayo ni ya chini. Kwa hiyo kukaa kikao hiki ina maana tunakwenda kutafuta majawabu ambayo, kwa msimu ujao, basi majawabu hayo yatasaidia kuondoa manung'uniko yaliyopo, lakini pia kuleta tija kwa wakulima wetu wa zao la korosho. Kwa majina naitwa Salum Halifa, kaimu mereja masoko bodi ya korosho Tanzania. Kweli kikao kimeenda vizuri, ajenda zilikuwa nzuri, watu wamejadili vizuri, mawazo mbalimbali yametolewa, na kweli kama bodi ya korosho tumeyapokea, na kwa msimu unaokuja tunatarajia maboresho mengi yatafanyika. Kwa mfano kwenye suala la soko la awali lilikuwa tunalalamikiwa, manake ni kwenda tu kufanya maboresho baadhi ya vipengele na hata kuongeza msisitizo kwenye usimamizi wa wa soko la awali ili wakulima wasiweze kulalamikia bei ambayo inaonekana kama wanunuzi wanawalalia. Wana pia vile vile, tukizungumza kwenye changamoto zingine za utoaji wa elimu, namna bora ya kulinda ubora wa korosho, bodi ya korosho bado inaendelea kusisitiza kwa wakulima wa kuendelea kuzihifadhi korosho zao maeneo ambayo hayataweza kuathiri ubora wa korosho, na pia vilevile vile kwa kupitia maafisa ugani ambayo wameajiriwa wale 500 kwa kupitia mradi wa BBT. Kodi ya korosho itakuwa inaendelea ku, kuendelea kutoa elimu kwa wakulima namna gani ya uhifadhi wa korosho uvunaji. Naitwa Shida Nyango Bwire ni afisa biashara kutoka halmashauri ya Mji wa Nanyamba. Kwa ufupi tulikuwa tumekuja kwenye mkutano wa baraza la biashara la wilaya ya Mtwara. Kwa ufupi tulikuwa na ajenda kubwa moja, ambayo ni mikakati namna bora ya kuboresha zao la korosho. Kwa hiyo tulichokubaliana ndani agenda ya ajenda hiyo yameibuka namna ya wakulima wanavyotakiwa kupewa elimu juu ya kuboresha zao lao la korosho, lakini pia na soko la awali limelalamikiwa na, na wajumbe. Kwa hiyo kama serikali tumelichukua kwa maana ya kwenda kukaa pamoja na serikali na taasisi zake pamoja na mamku ambao ni wadau wa zao la korosho kwa ajili, kabla ya msimu wa korosho wa mwaka huu, basi tuweze kukaa na kuangalia namna bora ya kuendelea kumsaidia mkulima ili kuweza kupata bei nzuri kwenye soko la awali. Mkulima atarajie kwamba kutakuwa kuna mabadiliko ambayo tutaenda kuyafanya kwa upande wa soko la awali. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Haiba Mpimbita wa Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe channel yetu, ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa fieldi.